Kuna baadhi ya huduma ambazo tunazifikiria kuzianzisha za kibobezi ambazo hazipatikani kabisa katika nchi yetu. Kwa mfano benki ya mifupa, hii ni pana kidogo, lakini itoshe kusema ni bone bank ambayo itatengenezwa pale kwetu, alafu na kujijengea uwezo wa kuweza kutibu magonjwa aina ya Parkinson's. na magonjwa yani, yale ambayo yanapelekea watu kuendelea kutetemeka muda wote bila kuweza kujimuru. Tunaamini kabisa kwamba kama haya yote tutakuwa tumeshafanyikisha katika taasisi yetu, kitakachobakia itakuwa tu sasa ni tunafanya kwa ubora kiasi gani, lakini mtu yeyote atakuwa na uwezo wa kupata tiba hizi thabiti na kamili pale kwetu. Kuna watu mbalimbali wanapoteza viungo kwa sababu ya ajali au magonjwa, na taasisi yetu vile vile ina eneo, ina vilevile um, ina eneo ina um, idara maalum ambayo inashughulika na kusaidia watu wa namna hiyo. Hawa tunawapatia mikono ya bandia, lakini kuna ile mikono ambayo inakaa kama vile sanamu lakini tumepiga hatua sasa, tunawapatia mikono inayoendeshwa kwa umeme na yaweza kuwafanya wakafanya shughuli mbalimbali. Mpaka leo tumefika sita na tutazidi kuendelea mpaka tufike mahali ambapo tutawawekea mikono ambayo itakuwa inapokea maagizo kutoka kwenye ubongo kama mikono hii ya kawaida ambayo inaitwa bionic arm. Vile vile kuna teknolojia mpya ambayo inatumika duniani sasa ya kutengeneza viungo bandia kutokana na hali ya mgonjwa hii inaitwa 3D printing kwa hiyo uh, inachukuliwa taswira inaingizwa kwenye kompyuta halafu vipimo vinafanyika halafu mashine yenyewe inatengeneza. Kwa hiyo kile kiungo kitakapotoka kitakuwa mahususi kwa ajili ya mgonjwa kutokana na hali aliyonayo, sio vile vya jumla ambayo ni kama shati zile tunanunua ndio tunajipima ambayo imekufaa. Hii tutaifanya katika taasisi yetu <muchas>